Inadhihirika kwako kwa siku ya leo. Mungu amekuja kwako kwa siku ya leo, anakuletea habari yake siku ya leo, anakutafuta wewe siku ya leo, anakuona jinsi ulivyo ile hali ambayo umionga sasa hivi. Wewe ambaye haumjui Yesu ni wewe anazungumza na, na wewe. Wewe ambaye umekataa kusikia habari za Yesu haswa, hata wewe anazungumza na, na wewe siku ya leo. Wewe ambaye unadharau mambo ya Mungu ni wewe anazungumza na, na wewe siku ya leo. Wewe ambaye unaona vijana wako pale wanahubiri mambo ya Mungu, ushaanza kuongea uchafu Ushaanza kuongea matusi na matojeni, ni wewe nazungumza na wewe siku ya leo. Wale wapinzani, ni wewe nazungumza na, na wewe siku ya leo. Yule ambaye anaona amejua mambo, ameweka mambo mambo iko sahihi mambo iko safi aajazinakapanda maisha yake, ni wewe nazungumza nawe siku ya leo, nazungumza na, na wewe kwa sauti ya Yesu Kristo ambaye ndiyo njia na ukweli na uzima, na hakuna njia yoyote nyingine ila huyu Yesu Kristo. nataka msikie sauti ya Yesu leo. Mwingine hapa anasema yeye ni Mkristo. O, mimi ni Mkristo, mimi ni Mkristo, mimi naendanga kanisani, mimi ninasali rosari, mimi ninaremu, mimi sala zangu na zifaa. Lakini nikitazama neno la huyu Yesu aliambatani na maisha yake, nashangue ni mkristo wapi. Hajui jina Mkristo kawa kuna Kristo pale Haujui mkristu iko na jina Kristu pale. Biblia yenyewe nasema yule ambaye anasema yeye ni mkristu lazima atembee kama Kristu mwenyewe, atembee jinsi ambavyo Kristu mwenyewe alikuwa anaishi. Yesu Kristu mwenyewe pia iyosema kuna wengi watakuja mbele yangu, wakiniongelesha ni kama mimi nikosemaniwao wakiniongeleza ni kama mimi na wao tunachuana, na mimi hata siwachui <laughs> lakini yeye anafikiri mimi na yeye tunachuana. Ni wewe naongelesha, wewe hapa siku ya leo, unamjua Yesu wewe? Unamjua Yesu wewe? Unamtambua Yesu wewe? Huyu mwingine mwenye anakataa kwamba Yesu Kristu ni mwana wa Mungu, anasema huyo Yesu Kristu ni nabii Yesu Kristo ni nabii peke yake, lakini yeye si mwana wa Mungu. Umemjua Yesu wewe? Umemjua Yesu ni nani? Umejua akili yake? Umejua fikira zake? Umejua roho yake? Umejua moyo wake? Amejifunua mbele yako siku ya leo ndio uongee ukumbavu kama huo Acha nikuambie Yesu Kristu ni nani, wacha nikuambia ili upate kusoma, kusikia na kuamini. Nasoma kutoka kitabu cha Yohana wa saba mlango wa thelathini na saba inasema hivi, siku ile mwisho ya sikukuu, siku ile kuu, wakati Yesu akiwa amesimama huko, akapaza sauti yake akasema, kama mtu yoyote anaona kiu na aje kwangu. Ani urembo wa Yesu Kristu ni kwamba anajifunua hata katika sentensi eh? hata katika sentensi unaweza ona roho ya huyu Yesu. Hapa kuna sikukuu, na katika hii sikukuu kuna upili. Huyu Yesu hata tukisoma pale juu, wamemtumia maaskari, wamemtumia ma GSU, wamemtumia ma CID ili wakuje wamshike, na yuko pale miongoni mwao na yazungumza. Na sasa anazungumza ile sikukuu, siku ile ambayo watu wamekusanyika wengi sana, ile siku ambayo watu wamechazwa pale, ile siku ambayo watu wamekuwa wakingojea ile siku kubwa ya sherehe na anasimama pale juu, na anasema kwa sauti, ili wote wapate kusikia. Yesu hafichi, hata katikati ya upinzani hafichi. Hata sisi watuluwanjimao mfuata unaona, sasa tunatembea kama yeye hata katikati ya upinzani tunasimama hapa juu na tunapaza sauti kama alivyopaza sauti akisema, ninajua kuna watu hapa wenye wako na kiu. Ninajua kuna watu hapa wanakufa kiu. Ninajua kuna watu hapa wanateseka na kiu. Ninajua na hao wote wenye wako na kiu wakuje kwangu na wakunywe maji. Amen. Haya, unasema mimi ni Muislamu, uko na kiu wewe. unasema mimi mambo ya Mungu siamini, uko na kiu wewe. mimi ninasimama hapa juu na ninapaza sauti kama Mwokozi, kama kuna yeyote ana kiu aje kwa Yesu. Amen. Katikati ya watu wanaokula njama kumuua, kama kuna yeyote ana kiu, njoo kwangu. Katikati ya upinzani, yeyote anayekufa kiu, njoo kwangu. Unakufa kiu, unakufa kiu, kama una una kiu, kama una kiu, hey, hey, cu mwito itakuja kwako kama una kiu. Kama uko sawa wewe, umekunywa maji ya kutosha, wewe fanya kazi yako, fanya biashara zako, mimi sitakuja na wewe mwenye kunaona. We, umeshiba shiba. Sisi sisi tumekutia wanaoteseka, sisi tunakutia wale wenye misiko, sisi tunakutia wale wamelemewa, sisi tunakutia wale wanakufa ando. Tumekutia hapa, yeyote mwenye ako na kiu, njoo yeyote anayelemewa na mzigo njo. Hewe ndo tumekuchia wewe, ndo tumesimama hapa mege ya kutumaki mzima. Yeyote mwenye ako na kiu jo, njoo mtojo, mdogo ukona kiu oausa <laughs> na hata watoto hapa, watoto na waita njo Ndugu yangu hapa, anasema hawajui kiu ni nini? Kuna mtu mtu ajui kiu ni nini? Kuna mtu ajui kiu ni nini? Ulifunzwa kwenye kuitisha maji? Kuna mtu alikufunza jinsi ya kuitisha maji kiu? Akasema, mama, nataka maji, nipe maji, mimi nakufa kiu, ninasikia ninatamani maji, kwa sababu kiu kinaniwasha. Nani anafunza kiu hapa? Makambaba ujuu kukiu ni nini, nini. Unajua <laughs> wakati unataka kuitizha maji hiyo ndio kiu. Wakati unakufa unataka maji ya kunywa hiyo ndio kiu. Unatambua kuna kitu unahitaji ikutulize, ikurifreshi, ikupe nguvu, ikufanya uwe laini tena, ikupe nguvu tena. Hiyo ndio kiu, na mwenye kiu anatafuta maji, anasema wapi maji? Kwanza nataka ile baridi, nataka ile soda Fanta ile baridi nzuri, nikikunywa nasikia hata nasema mtoto <laughs> <laughs> <laughs> Yesu Kristo anajua hiyo, hata watoto wadogo wanaelewa hiyo. Hana ibu kuja kufurahisha mtu hajakuja kujipendekeza kwa yeyote. Wengine wanakuja wanamwambia, "Ah bwana, usifanye hivyo. Ah bwana, usiseme hivyo tukona tuko na kwa na mila na desturi zetu bwana, tuko na dini yetu, inasemanga hivi, inasemanga mwenye ako na kiu anafaa kufunga. Inasema mwenye ako na kiu anafaa kutoa zaga yake anafaa kufanya matendo mema ndio atulize kiu yake. Inasema mwenye ako na kiu anafaa kupiga safari. Inasema mwenye ako na kiu anafaa kufanya matendo mema. Inasema mwenye ako na kiu ana hapa tukuitishwa wafanye chochote tunakuambia na minene kuja kwa Yesu Kristo. yeye ndiyo maji, yeye ndio anatuliza, yeye ndio unakunywa, yeye ndio amefanya yote, yeye ndiyo dawa, yeye ndio fanta, yeye ndiyo maji baridi ya fridge, ni yeye unakujia Wewe no, unayeteseka. Anatambua kuna yule anagundua moyoni mwake amekuwa akitafuta raha, anagundua kuna ndani ya maisha yake anatamani kufurahi, he desires to be happy. Anasema mimi ninapata hiyo ni kitu kwa ndani yangu, kwa hivyo maisha yangu ninataka kutafuta furaha na nimetafuta hiyo furaha, nimefanya mambo juu chini nikitafuta hiyo furaha, niko na kiu ya furaha, nimefuata anasa zangu nimezifuata, nimekuwa mlevi, nimelewa chakai, nimetumia madawa yote ya kulevi hadi nimekuwa dite, nimekuwa mchana na tafuta wasichana, sijui nini nifanye mambo nao, nimefanya hiyoyote, nimefanya nimefungua mabiashara, nimenunua mashamba, nimeanzisha maprojekt, nimejenga mafamilia, nimefanya hayo yote lakini bado hiyo furaha, hiyo kiu yangu ya furaha inatosheka kidogo tu na pili, hapo ninapofikiria nimetosheka, ndio hiyo hapo imekuja tena na shangaa, nili nitatosheleza hii kiu yangu ya furaha. Ya mwanako na kiu uko hapa, njoo kwa Yesu. Wachana hizo njia zako zote. Si umejaribu? Umejaribu, zimekusaidia? Umejaribu, zimekusaidia? Anasema ninatafuta amani moyoni mwangu. Ninatafuta nikuwe na amani, nisikuwe na taabika na mambo ya dunia, nisikuwe na stress, nisikuwe na chochote ambacho kinanisumbua na nimejaribu yote, nimewagundua. Nisipokuwa na pesa ninakuwa na stress mingi. Nisipokuwa na familia ninakuwa na stress mingi, na hata nimejaribu mambo ya kidini na nimeingia dini, wamenifunza kufunga, wamenifunza kusali mara kumi kwa siku, wamenifunza kufanya matendo mema, wamenifunza kutoa zaka, wamenifunza kutoa pesa kwa watu, wamenifunza haya yote, na haya yote ninayafanya yote. Hakuna hata moja sifanyi, hakuna hata moja ninakosa, ninafanya yote na hata ninasifiwa na wenzangu, wanasema ni wanafaa kuwa kama mimi, lakini amani ndio imenitoroka. Amani niliyokuwa ninatafuta imenitoroka. Nina kiu ya amani na utulivu moyoni mwangu. Mwenye kiu uko wapi? Wewe leo tumekutia, leo tumekutia. Wacha nisome tena, usikie Yesu alisema nini hapa. Siku ile ya mwisho ya sikukuu, siku ile siku kuu, wakati Yesu akiwa wa amesimama huko akapaza sauti yake, akasema ya kama mtu yoyote anasoona kiu, na aje kwangu anywe. Kuja kwangu ukunywe, kuja kwa mimi ukunywe, mimi nitakupea maji ya usima. Mimi nitakupea maji, nitakupea furaha unayotafuta. Mimi nitakupea maji, na kupea yo amani na utulivu na tafuta tembea na nikagundua dhamiri yangu roho yangu mawazo yangu yako na hukumu juu yangu. Dhamiri yangu imechafuka sana, nagundua kuna hatia juu yangu kwa sababu ya maovu yangu. Kuna mambo ambayo nimefanya ambayo siwezi sema mbele ya umati yako, na siwezi sema kwa ya sababu ninasikia aibu, ninasikia aibu niko na hatia juu yangu na kama kungekuwa na Mungu na kama huyu Mungu ni mtakatifu akiangiake ya kuaki, na ninataka hii hatia iende, ninataka hii hatia niache, ninataka huu mzigo ninao beba wa dhambi zangu yiniondoke na ninagundua hata ninapopigana na dhambi zangu ni hata tena ninazidi kushikwa nazo. Nimepigana na wizi, nimepigana na tamaa za kuibia watu wengine, nimepigana na tamaa za kutamani wake wa wengine, nimepigwa ni na tamaa za kutamani mali ya wengine, wengine, ninataka ikuwe yangu. Ninakuwa na wivu, ninatamani hata kuwanyang'anya, ninapigana nayo nizengenye ndiyo jina yo mtu mwingine iende chini, at least yangu iende juu. Nikilala chini usiku, ninafikiria huyo mtu, yeye si kitu, yeye ni bure kabisa. Mbona mambo yanaendea vizuri kwake? Mbona mambo yanaenda sawa kwake? Na ninashangaa mbona moyo wangu uko hivi. Ninajaribu kuisafisha. Wamenipa onyo, wamenionya, wamenitisha na vitisho, wame havinisaidii vinanyiwacha na hofu na kiu, vinanyiwacha na hofu na kiu. Kiu ya kuwekwa huru, kiu ya kusafishwa hatia hii, kiu ya kuwekwa safi, kiu ya kutakaswa. Nioshwe, nisafishwe, nikumaliwe. Wenye kiu Kuja kwangu ukunywe maji, Yesu wasema, kuja kwangu ukunywe maji. Yesu anakuita kuja kwangu kunywe maji, Yesu anakuambia, umejaribu njia zote, zimefunga ya kutosha, imekowa kiu, hukumu imeenda kokote, kuja ukunywe maji hmm, nitakupa maji ya uzima, ama bado wataka kufunga funga? Nenda katafute maji basi pale kwa kufunga funga.

ninapata hiki wana ndio inaongezeka zaidi. mm -hmm, ndio hatia yangu inaongezeka zaidi ndio vita moyoni mwangu ndio inaongezeka zaidi, ndio huzuni ndani yangu inaongezeka zaidi. Nimeenda kwa psychologist, nimeenda kwa psychotherapist, nimeenda kwa wanasayansi, nimefanya hayo yote lakini utulivu hakuna. Mahali inaenda Kaka yangu, dada yangu, ujumbe wangu haujaisha wa ninapohubiri huu ujumbe. Je, kuna kiu imewaka moyoni mwako we? Je, kuna kiu unagundua imewaka moyoni wako we? Je, unagundua unamhitaji huyu Yesu? Je, unagundua kwamba ni yeye peke yake utajaribu? Wai hata ningekuwa na spika kumi, niseme ni Majengo yote inisikie. Wewe ambaye sauti yangu inakufikia habari ya Mungu, naije kwako siku ya leo. Yesu anakuita wewe, njoo kwake. Wewe ni yeye ndio njia, ni yeye ndiyo ukweli

Mwamini Yesu leo, baba, mkubali Yesu leo, na akikutuliza kiu, njoo ukashuhudie pamoja nami, njoo. Sisi tumekuja hapa kama mashahidi, hatujakuja hapa kuongea tu bure. Tumeonja na tunajua kwamba Bwana anatosheleza na anatosheleza kikamilifu. Hautaonja. Hautakuja. Ole wako. Mwenyezi Mungu wa milele. Asante sana kwa neno lako ambalo umetupa. Asante sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu umetuita kufanya kazi yako tukufu Mungu wangu. Asante kwa neno ambalo umetujalia Mungu Baba kuzungumza hapa. Asante Mungu wangu, hata kwa ile wakati ambao umetupea ili tuweze kutangaza habari ya mwana wako ambaye yeye na yeye peke yake ndiyo njia na ukweli na uzima. Mungu wangu, Mungu wangu, wewe ndiye ambaye ni tumaini letu, na Mungu wangu, ni katika kukutii ndio tumefika hapa siku ya leo, na tunatambua Mungu Baba, wewe ni mwaminifu na wewe ni wa kweli, Mungu wangu. Kwa hivyo katika sisi kuhubiri hapa, Mungu wangu, ni tamaa yetu na ni tumaini letu, Mungu Baba, kwamba utanyosha mkono wako na utaonyesha wazi wazi kwa mtaa huu wa Majengo kwamba injili ya Yesu Kristu si jambo la ucheshi, si jambo la mzaha, lakini ni jambo liletalo nguvu na uwezo wako katika ulimwengu, ni jambo ambalo linageuza ulimwengu upside down. Mungu wangu, onyesha kazi yako, Onyesha nguvu yako, onyesha uwezo wako, na tunakutumainia wewe. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Amen.